Karibu msikilizaji, tusikilize historia fupi ya Masanja Ngelela Gapi. Masanja Ngelela Gapi alizaliwa tarehe 12 mwezi wa kwanza 1924 katika kijiji cha Busambilo, Bunegeji, wilayani Sengerema. Masanja Ngelela Gapi alipata elimu ya msingi mwaka 1934 na kuhitimu mwaka 1938 darasa la nne katika shule ya msingi Bunegeji. Masanja Ngelela Gapi alioa mwaka 1957 na kubahatika kupata watoto 25 wa kiume kumi wa kike. Ambao wapo hai mpaka sasa ni watoto 21, wajukuu 74. Masanja Ngelela Gapi alijishughulisha na kilimo kama migomba na miwa. Masanja Ngelela Gapi alianza kuugua tarehe mbili mwezi wa 6, 2021, akisumbuliwa na miguu kuvimba na kushindwa kutembea. Baadaye alipatiwa matibabu katika hospitali ya Mission iliyopo Sengerema na kupata unafuu na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Mnamo tarehe 12 mwezi wa 8 2021, hali yake ilibadilika na kufurushwa tena katika hospitali ya Mission Sengerema mnamo tarehe 13 mwezi wa 8 2021, majira ya saa 7 mchana, hali yake ilibadilika na kufariki dunia. Masanja Ngelela Gapi alizikwa nyumbani kwake mnamo tarehe 15 mwezi wa 8 2021 katika kijiji cha Ilingamba, wilayani Sengerema, mkoani Mwanza. Maandiko matakatifu yanatupa faraja tunaposoma, msishangae kusikia haya, wakati unakuja ambapo wafu wataisikia sauti yake, nao watatoka makaburini, wale waliotenda mema watafufuka na kuwa hai, na wale waliotenda maovu watafufuka na kuhukumiwa. Ndugu na wapendwa wetu waliokwisha kulala wote wataamshwa na kuwa hai Yesu atakaporudi mara ya pili. Kwa sasa hawako mbinguni wala motoni, wako makaburini, wamelala, wamepumzika, nao hawana kumbukumbu kumbu ya kile kinachoendelea duniani. Kumbukumbu kumbu lao limesahauliwa, hawahisi maumivu wala mateso yoyote. Wao wamelala katika usingizi usio na ndoto, hawafikirii wala kuwaza, hawasikii wala kutambua. Wao wameirudia ile hali ya kutokuwepo, wamekuwa kama hawakuumbwa, wamekuwa kana kwamba hawakuzaliwa. Maana huzikwa kaburini na kuishiria katika ardhi. Wafu wote huenda mahali hapa. Hili ni jambo linalotokea kwa wote, wema kwa waovu. Mungu muumba wa ubongo anajua kinachotukia tunapokufa anajua ukweli, na katika neno lake, Biblia inaelezea hali ya wafu. Biblia inafundisha hivi waziwazi wazi. Mtu anapokufa hayupo tena. Kifo ni kinyume cha uhai. Wafu hawaoni, hawasikii wala kufikiri. Hakuna sehemu yoyote ya mwili wetu inayoendelea kuishi baada ya mwili kufa. Hatuna nafsi au roho isiyoweza kufa. Mshumaa wenye moshi moto, huenda wapi unapozimika? Baada ya Suleimani kutaja kwamba walio hai wanajua kwamba watakufa, aliandika hivi: lakini wafu hawajui lolote kamwe. Kisha akafafanua kweli hiyo ya msingi kwa kusema kwamba wafu hawawezi kupenda wala kuchukia na kwamba hakuna kazi wala utungaji wala ujuzi wala hekima katika kaburi. Mhubiri 9:5-6:10 hivyo hivyo, andiko la Zaburi 146:4 linasema kwamba mtu anapokufa mawazo yake hupotea. Sisi hufa wala hatuendelee kuishi baada ya mwili kufa. Maisha yetu ni kama moto unapozimika, hauendi popote, haupo tena. Yesu Kristo alizungumzia hali ya wafu rafiki yake Lazaro alipokufa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Lazaro rafiki yetu amepumzika. Wanafunzi walifikiri Yesu anamaanisha kwamba Lazaro anapumzika katika usingizi kwa sababu ni mgonjwa Walikosea. Yesu akawambia lazaro amekufa. Yohana 11, 11, 14 Ona kwamba Yesu alifananisha kifo na pumziko au singizi. Lazaro hakuwa mbinguni wala motoni, hakuwa akikutana na malaika wala mababu wala hakuwa akibadilika ili azaliwe tena akiwa mwanadamu mwingine. Alikuwa akipumzika katika kifo, kana kwamba analala usingizi mzito usio na ndoto. Maandiko mengine pia hulinganisha kifo na usingizi. Kwa mfano Mwanafunzi Stefano alipouawa kwa kupigwa mawe Biblia inasema kwamba alilala usingizi Matendo saba sitini. Hali kadhalika mtume Paulo aliwataja watu fulani katika siku zake ambao walikuwa wamelala usingizi katika kifo, Wakorinto moja kumi na tano sita. Mume na mke wameketi kwenye bustani wakitazama maua. Mungu aliwaumba wanadamu waishi milele duniani. Tunajuaje kwamba Mungu hakukusudia watu wafe? Je, Mungu alikusudia watu wafe? Hapana, Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele duniani. Mungu aliwaweka wanadamu wawili wa kwanza katika paradiso yenye kupendeza, aliwapa afya kamili. Mungu aliwatakia mema. Je, kuna mzazi yeyote mwenye upendo anayetaka watoto wake wateseke kwa sababu ya uzee na kifo? Bila shaka hakuna. Mungu aliwapenda watoto wake na alitaka waishi milele kwa furaha duniani. Biblia inasema hivi kuwahusu wanadamu: wakati usio na kipimo Mungu ameuweka ndani ya moyo wao. Mhubiri 3:11. Mungu alituumba tukiwa na tamaa ya kuishi milele, naye amepanga jinsi tamaa hiyo itakavyotimizwa. Kwa nini wanadamu hufa? Mungu alimkataza Adamu kufanya nini na kwa nini haikuwa vigumu kutii amri hiyo? Kwa nini basi wanadamu hufa? Ili kupata jibu lazima tuzingatie kilichotukia kulipokuwa na mwanaume na mwanamke mmoja tu duniani. Biblia inaeleza, Mungu akachipusha katika nchi kila mti wenye kutamanika kwa macho ya mtu na uliomwema kwa ajili ya chakula. Mwanzo mbili tisa. Hata hivyo alikatazwa kufanya jambo moja. Yehova alimwambia Adamu hivi: matunda ya kila mti wa bustani unaweza kula mpaka ushibe, lakini kuhusu matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usili, kwa maana siku utakapokula utakufa hakika. Mwanzo mbili, kumi na sita, Haikuwa vigumu kutii amri hiyo. Kulikuwa na miti mingine mingi ambayo Adamu na Hawa huangali kula matunda yake, lakini amri hiyo iliwapa nafasi ya pekee ya kuonesha shukrani kwa yule aliyewapa kila kitu, kutia ndani uhai mkamilifu. Utii wao ungeonyesha pia kwamba waliheshimu mamlaka ya Baba yao wa mbinguni na kwamba walitaka mwongozo wake wenye upendo. Wenzi wa kwanza wa kibinadamu walikosaje kumtii Mungu? Kwa nini kutotii kwa Adamu na Hawa kulikuwa jambo zito? Inasikitisha kwamba wenzi hao wa kwanza wa kibinadamu waliamua kutomtii Mungu wao. Akiongea kupitia nyoka, Shetani alimuuliza Hawa, hivi je, ni kweli kwamba Mungu alisema msile matunda ya kila mti wa bustani? Hawa akamjibu, tunaweza kula matunda ya miti ya bustani, lakini kuhusu kula matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale wala msiaguse ili msife. Mwanzo tatu moja tatu. Shetani akamwambia hakika hamtakufa. Mungu anajua kwamba siku ile ile mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanzo tatu nne tano. Shetani alitaka Hawa aamini kwamba angefaidika kwa kula tunda lililokatazwa. Kulingana na Shetani, Hawa angeweza kujiamlia lililo sawa na lililo kosa, angefanya atakalo. Shetani pia alidai kwamba Mungu alikuwa amesema uongo kuhusu matokeo ya kula tunda Hawa alimwamini Shetani. Kwa hiyo alichukua tunda hilo akala, kisha akampa mumewe naye pia akala. Hawakufanya hivyo kwa kutojua. Walijua kwamba walikuwa wakifanya kile ambacho Mungu aliwaambia wasifanye. Kwa kula tunda hilo, walikosa kutii kimakusudi amri rahisi na isiyodai mengi. Walimdharau Baba yao wa mbinguni na mamlaka yake. Hawakuwa na sababu ya kutomheshimu Muumba wao mwenye upendo. Ni nini kinachoweza kutusaidia kuelewa jinsi Mungu alivyohisi wakati Adamu na Hawa walipomwasi? Kwa mfano, ungehisije kama ungemlea na kumtunza mwana au binti ambaye angekataa kukutii na hivyo kuonyesha kwamba hakuheshimu wala hakupendi? Nina shaka ungehisi uchungu moyoni. Wazia uchungu ambao Mungu alihisi wakati Adamu na Hawa walipomwasi. Adamu akainuka kutoka kwenye mavumbi. Wakati wa uumbaji, Adamu alitoka mavumbini, naye alirudi mavumbini. Mungu hakuwa na sababu ya kuwaacha Adamu na Hawa wasiomtii waendelee kuishi milele. Walikufa kama Mungu alivyokuwa amesema. Adamu na Hawa wakakoma kuwapo, hawakuendelea kuishi mahali pengine wakiwa viumbe wa roho. Tunajua hivyo kwa wengine wakiwa viumbe wa roho, tunajua hivyo kwa sababu ya yale ambayo Mungu alimwambia Adamu baada ya kuzungumza naye kuhusu uasi wake. Mungu alisema, utarudi katika udongo kwa kuwa ulitolewa katika huo kwa maana wewe ni mavumbi na wewe utarudi mavumbini. Mwanzo 3:19. Mungu alimuumba Adamu kutokana na mavumbi ya nchi. Kabla ya kuumbwa Adamu hakuwapo. Kwa hiyo, Mungu aliposema kwamba Adamu angerudi mavumbini, alimaanisha kwamba Adamu hangekuwepo tena. Adamu hangekuwepo na uhai, kama vile mavumbi yalivyotumiwa kumuumba yasivyo na uhai. Adamu na Hawa wangelikuwa hai leo, lakini walikufa kwa sababu waliamua kutomtii Mungu na hivyo wakafanya dhambi Tunakufa kwa sababu ya wazao wote wa Adamu wamerithi dhambi na kifo kutoka kwake. Dhambi hiyo ni kama ugonjwa mbaya sana uliorithiwa, ambao hakuna anayeweza kuepuka. Waroma 5:12. Kifo kinachosababishwa na dhambi ni laana. Kifo ni adui, wala si rafiki. Tunapaswa kumshukuru Mungu sana kwa sababu ameandaa fidia ili kutuokoa kutokana na adui huyu mwenye kutisha. Jina langu ni Jon na hii ni Bukelebe TV.